Hello everyone, iko hivi kwa mwanamke ambaye anateseka na hizi changamoto za bakteria kwenye uke, ana fungus kwenye uke, umetibia na kutibia, lakini bado upati matokeo. Watu understand hii situation kwa namna pekee zaidi. Mfano sawa, kuna nzi wanakutesa kwa sababu ya uchafu, matakataka. Ili kuweza kuondoa wale nzi, unatakiwa kutumia dawa kuwaua nzi au usafisha yale matakataka uyaondoe, ili nzi wasiweze kurudi tena, kwa sababu nzi wanafuata kitu fulani. The same way unapoona una, una bacterial problems, hii tunaita bacterial vaginosis au una yeast infection, fungus wanakusumbua kwenye uke Unachotakiwa kusafisha ni mfumo ambao umesababisha hawa viumbe kuweza kuja pale, ni lymphatic system peke yake hasa. Huwezi ukajiweka kwenye diet ya vitu ambavyo vinaoza ndani ya mwili kama nyama, maziwa, mayai, sawa, and all of that junk, kupitia labda hizo nafaka and we expect lymphatic system yako iweze kuwa safi na uweze kuondokana na hicho changamoto. The best way ni kuweza kusafisha lymphatic system, hakikisha uchafu unatoka ili hawa bacteria na fungus waweze kuisha.